Kama unapitia changamoto yoyote, ninakusi omba ombi hili, mwambie Mungu, naomba unipe funguo za ufalme wa mbinguni. Unajua kwa nini? Nilipokuwa nasoma kitabu cha Mathayo kumi na sita kumi na tisa pale, Mungu anamwambia Petro, nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni na lolote utakalolifunga duniani na mbinguni litafungwa na lolote atakalolifungua duniani na mbinguni litafunguliwa. Sasa duniani huku kuna milango mingi iko wazi na kuna milango mingi imefungwa. Sasa kinachotokea nini? Kuna milango, sio kila mlango uliokufunguliwa unatakiwa uingie. Kuna milango iliyofunguka kweli unatakiwa uifunge, na kuna mingine imefungwa unatakiwa ufungue. Lakini kilichonshangaza ni chii kwamba, huu mlango ukiufungua huku duniani na mbinguni unakuwa umefunguliwa. Kumbe iko hivi, bila funguo za ufalme wa mbinguni, kuna milango duniani itakufungukia na itakuwa ni ya muda. Naweza nikakupa mfano mmoja, bomba huwa lina koki na kuna chanzo ina maana hapa kuna milango miwili. Ili upate maji ya kutosha, mlango wa kwanza ni ile pale kwenye koki, na mlango wa pili ni kule kwenye chanzo. Sasa watu wengi tumekuwa tunafungua koki ambao ndo mlango wa duniani alafu tunakuwa kwenye chanzo, mlango mbinguni haujafunguka. Kwa sababu gani? Tunakuwa tumetumia funguo ambazo sio za ufalme wa mbinguni. Na funguo pekee ambayo utakusaidia koki itoe maji na kule kwenye chanzo maji yaachiliwe, ni funguo ambazo ni za ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo, unatakiwa umuombe Mungu akupe funguo za ufalme wa mbinguni, ili changamoto yoyote unayopitia kama ni mlango umefunguka, umefunguliwa changamoto, uufunge na ule mlango wa mema uufungue.